Bwana haya, bwana mle unasemaje kuhusu Busia? Sasa mm. wazazi wa Busia wameanza kuwa na wasiwasi. Kwa nini? Kwa sababu mm -hmm. watoto ambao wamezaliwa hivi karibuni ya miaka mitano mm. hawarefuki. <laughs> What do you mean? <laughs> Usicheke Gidi hey, ni jambo la kuhuzunisha uh -huh. In fact ni ripoti ambayo imetolewa na UNICEF. Uh -huh. Unajua UNICEF ni shirika la Umoja wa Mataifa uh -huh. ya kuhudumia watoto uh -huh. na unashena kwamba asilimia 15 ya watoto katika kaunti ya Busia uh -huh. wanakabiliwa na tatizo hilo uh -huh. kwa hivyo hata kuna wazazi wanasema mimi ni mrefu na mke wangu pia ni mrefu uh -huh. lakini mtoto wetu tangu tumzae ajakuwa mfupi mzae hey, ajapita urefu wa futi tatu. Sasa yeah, kuna wasiwasi mkubwa katika hiyo kaunti ya Busia mm. na wanasema kwamba ni tatizo labda la lishe, inaweza kuwa hiyo ndio inafanya, eh lishe ambao, e, wanapewa pale mm -hmm. In fact wanasema kwamba ripoti ya UNICEF inaashiria uh, lishe duni kama sababu ya tatizo hilo miongoni mwa watoto kutoka Busia. Very serious issue, si mambo ya mzaha Gidi. unaweza mm, imagine wewe ni mrefu mke mm, wako ni mrefu mm, alafu mnazaa mtoto hata awafikiki kiunoni mm, sasa inakuwa ni tatizo. Kwa hivyo nafikiri itabidi watu waangazie sana mambo ya lishe mm, maeneo ya Busia. Watu wanataka kununua vyakula is... ku... bora ambavyo itawapata watu wawe warefu, kwa sababu hata wanasema kwamba E, kuna jamaa kaskazini Teso anasema kwamba watoto wake watatu mm. wa miaka ishirini mm. kumi na saba na 15 mm. ni wafupi na waonyeshi dalili yoyote ya kukua zaidi mm. kwa hivyo ni tatizo maeneo ya Busia. Uh, uh, mtangazaji wetu Ojiambo anatoka pande gani? Busia, busia game! <laughs> <laughs> <laughs>